Kwa majina anaitwa Dickson Kimaro ni mkuu wa kitengo cha usafi na udhibiti wa taka ngumu katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Na ndugu zangu, asubuhi kuna wenzetu wa shirika lisilo la kiserikali wa Juza ambao foi wakishirikiana na wenzetu wa, wa Global Solution. E, wamekuja kutambulisha mradi wa uchakataji na urejeshaji wa taka e, kwa maana ya kwamba kupunguza kiwango cha taka ambazo tunazipeleka katika dampo letu la Chidaya. Mradi huu utajikita katika maeneo ya kuhamasisha jamii kutenganisha taka katika ngazi ya, ya kaya na ngazi ya taasisi. Ee, na kuhakikisha kwamba zile taka ambazo zinaweza katumika tena katika viwanda vyetu basi zinarejeshwa na kwenda na kwenda viwandani. Ee, sisi kama halmashauri ya jiji ya Dodoma ni eneo ambalo of course ukiangalia mpango mkakati na mikakati ambayo tumejiwekea, ni moja ya maeneo ambayo tulisema tutashirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunarejeresha taka, tunatenganisha taka na tunatoa elimu sana kwa wananchi wetu eh, kuwa na tabia ya kutenganisha taka eh. Kwa kipekee kwa niaba ya mkurugenzi wa jiji la Dodoma na kwa niaba ya halmashauri wa jiji la Dodoma, nichukue nafasi hii kwa kweli kukaribisha sana wadau wetu hawa, na sisi kama halmashauri ya Dodoma tutatoa ushirikiano wa kutosha kabisa kuhakikisha kwamba huu mradi katika kipindi cha miaka miwili unakwenda kutekelezwa na unakuwa na manufaa wananchi wa Dodoma wa na wakazi wa Dodoma na halmashauri ya jiji la Dodoma kwa ujumla. Uh, kwa majina naitwa Nasibu Kitabu. Mimi ni mkurugenzi um, mtendaji wa taasisi ya Juza West Pickers Initiative, taasisi inajishughulisha na masuala mazima ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira na hususan uh, sisi tumejikita katika kuwasaidia na ku, ku, ku, kushughulika na wale vijana ambao wao ni wanaokota taka, na kwa sasa tuko kwenye jiji la Dodoma. Tumekuja na mradi wa kurejesha taka za kukusanya na kurejesha taka za plastiki e, pamoja na taka za karatasi, lakini pia sambamba tupo na watu uh, wa Global Waste Solution ambao wao wanatusaidia kwenye eneo la kudhibiti taka za, za chakula kwa maana ya kutoa elimu kwa jamii kutenganisha taka lakini pia kutengeneza uh, wadudu wa uh, BSF kutokana na zile taka za chakula uh, kwa, kwa jiji la, la, la Dodoma tunategemea tuna, tutapunguza tuna, uh, kiasi kikubwa sana cha taka hizi kwenda dampo litapa kufika mwaka elfu mbili na ishirini na saba tutakuwa hapa tukiendelea utoaji elimu kwenye taasisi mbalimbali mashule pamoja na jamii. Kuona sasa umuhimu wa kutenganisha taka ili tuweze kuokoa nani jamii yetu na changamoto mbalimbali zinazotokana na utunzaji holela na utupaji holela wa takataka. Kwa majina naitwa Amir Amir, ni mtaalamu mkufunzi na mshauri wa masuala ya udhibiti taka ngumu pamoja na ufugaji wa wadudu na pia ni msimamizi wa operations za kampuni ya Global Waste Solutions, na Global Waste Solutions kwa kushirikiana na shirika la User speakers initiative tuna mradi wetu huu wa kutenganisha taka ngumu katika majiji matatu ambayo ni Dar es Salaam, Dodoma na Moshi. Tumependa kufanya mradi huu katika jiji la Dodoma kwa sababu Dodoma ni fahari yetu wa Tanzania, Dodoma ni makao makuu ya nchi na hapa tutaanzisha vituo vya udhibiti taka ngumu, vya kutenganisha taka ngumu ikiwemo plastiki na makaratasi, lakini pia tutaanzisha kituo cha uchakataji wa mabaki ya taka oza ikiwemo vyakula na matunda yanayoharibika katika masoko yetu na majumbani. Kwa hivyo tutatengeneza mbolea ya asili, lakini pia tutatengeneza wadudu ambao watatumika kama protini mbadala kwa ajili ya vyakula vya mifugo. Nashukuru sana.